Bandua. Naomba sasa nimlete mwenyekiti wa kanda ya Pwani, mjumbe wa kamati kuu Boniface AK Boni Yai kuzungumza na watu Moja kwanza, huko nyuma usalama wa viongozi sio mzuri. Hao watu wa nyuma wote, ndio tukae pale. Masisi yamegeona picha hapa, mpaka kule azimie. Hii gapu tuimalize, tushukeni huko hii viongozi. Kama kuna mtu ana mambo na mkono, asinirushe hebu tuje huko kidogo, eh, twendeni pale kati kati pale tukae, sura ya mkutano. Wakitumiana kule Dodoma, wakiambiwa hii ni Moshi leo, pressure zinashinda wafe au mnasemaje? mna yeah! huruma nao yeah! Eh, tusuke kuna baba masema vipi? hebu tusuke namna hii eh, be bold be bold yeah! Makamanda, mimi niko Moshi, nilikuwa namwambia Lema sijui Moshi niongee nini. Ukienda kule kiwete kiera unaweza kidogo, kawaambia watu kuhusu mabadiliko Moshi. Kuhusu mabadiliko sio jambo la kuongea Nyinyi mshawi kuweka benchi sisi ya miaka kumi na tano wakawa jimbo wanaliona kwa mbali, wakaleta wafanyabiashara mkatandika, wakaleta majambazi mkatandika, wakaleta watoto wa viongozi mkatandika. Hebu jipigieni makofi kwanza. Kwa hiyo, Moshi kuhusu demokrasia ni kama vile Brazili na mpira. Yaani mtu wa Moshi tu kashazaliwa hii ni mjanja. Na wewe ukiishi Moshi tu usanii wa CCM unaujua. Kwa hiyo si wa kufundishwa kwamba hao wa CCM msiwachague, ni wabaya, nyinyi mnajua CCM ni mbaya. miaka 25 iliyopita ndiyo saa amekaa hapa, mpaka mkamwambia mzee, pumzika. Akawapa kijana wake, mkamwambia kaa hapa, kuwa mbunge. sasa mna jambo gani la kufundishwa? Sasa hivi kuna jambo moja tu kwamba kwa sababu wanajua Moshi inachagua upinzani, jamaa wamegoma kufanya siasa za uchaguzi. Wanataka mbunge wa kuteuliwa, wateue DC, wateue dasi, wateue mkuu wa mkoa, wateue rasi na mbunge wateulie. Hilo tukatae. Ndo hapo CHADEMA tunasema no, tunasema, no, reforms, no reforms. Lakini faida ya pili wote si. Ni sisi wa Tanzania tumewaambia, sisi yetu, huu mchezo wa mtu anakuwa diwani au mbunge mpaka watu wafe hakutaki. Tunataka mtu ashinde, watu wanacheka, wengine walikuwa baa wanakunywa bia, mbunge pale anatangazwa, si ndio? Lakini leo la hii Moshi tukisema hapa mtu wote asimame, tuna uwezo wa kuhakikisha anashinda kweli, si kweli? Lakini mabomu yatapigwa, watu watakufa, maduka yatachomwa, sasa wao bunge wakazika ni mbunge ni uchaguzi ni vita sasa, si sisi tunawaambia sisi yenu, sisi ni waungwana. Hebu akae huko, waamue, tufanye uchaguzi wa kweli, tuwe sisi, tuje kwenye uchaguzi. Lakini huu wa kumwaga damu wa kisanii huu, hapana, tumekataa. Hatuko tayari kwenda bungeni kwa kutoa watu kafara na kisuzio. Tunataka mtu anaenda bungeni suti yake safi, haina damu. Sio unaenda unaapishwa, kuna watu ishirini walikufa siku na unatangazwa kuna polisi naye amevunjwa mguu, kuna kituo cha polisi kilichomwa moto, yote hiyo ni ubunge wa mtu mmoja. Sisi Watanzania tumeshtuka, tumesema kwa uchaguzi wa namna hiyo hapana. Tunataka uchaguzi ambao hasi hata kuku, na uchaguzi huo unawezekana. Nyinyi mliona CHADEMA tulivyofundisha dunia uchaguzi, alikuwa anafuatilia mpaka tilaku, vyombo vya habari vyote ziko live mbali wajumbe wanahesabiwa, wanahakikiwa, wanaomba kula watu wanapiga kula mpaka mshindi, unako nyumbani kwako Kibololoni unahesabu CHADEMA nani anashinda kupitia YouTube. Kweli si kweli? Sasa CCM wanashindwa nini? Kwa hiyo nyinyi watu wa Moshi, tukija hapa tunakuja na ujumbe mahususi moja, kuwaambia CCM no reforms, no election. Lakini wa Kigoma wakienda kwenye election, tunaandaa umma na wanamoshi kuhakikisha siku hiyo hakuna uchaguzi Moshi. tunaweza tuwezi? Moshi tunaweza tuwezi? Alafu Mheshimiwa Lema, hao watu wa Moshi kwa jinsi walivyokuwa na akili, kikija kile chama cha mchongo, Hapa kinaitwaje? Bwana, kumbe chama cha mchongo kinajulikana hebu jipigeni makofi. <coughs> Unajua, kwenye Biblia kuna Yesu na kuna mtu alikuwa anaitwa Baa Yesu, yaani yule Baa Yesu akajifananisha kama Yesu, na kwenye Biblia Baa Yesu naye akawa namiigiza kama yao, lakini watu wakamshtukia we sio Yesu, wewe ni msanii. Kwa nini watu wa Moshi vyama vinapopigania haki ya Watanzania na ukombozi wa taifa hili mnakijua, sio cha kufundishwa na chama cha mchongo cha kisanii kikija hapa, mnakijua. Na maana sisi tumekuja hapa, tumesema wasije wakatumia uchaguzi wa CHADEMA kwa ajenda zao chafu. Kama mtu ameamua kuingia kwenye chama cha mchongo, ni njaa yake na tumbo lake, asisikizie uchaguzi wa CHADEMA. Mimi nilikuwa wakala mkuu wa Mangi, Tumemaliza, tumepigwa, tunaunga mkono wenzetu kwa sababu maslahi yetu sisi ni madogo kuliko maslahi ya Watanzania. Kwa wajibu wetu ni kuhakikisha chama chetu kinakuwa kimoja, hakina mgawanyiko, hakina makundi na kinaiondoa sisi ya madarakani. Tuwache ndogo ndogondogo, na sisi wenyewe kwa wenyewe, hapo imekaeje? Hapo imekaeje? Jitu likija likisema hapa Eh, binamba kama chama mchongo kwa sababu tabaguuri liongo. Chadema kubwa kama hali. Yaani tunaanza tukawa na usiwakufanya mkutano wenu huko Kagera. Anayekubagua nani? Anayezuia usifanye mkutano nani? Kwa hiyo mtu mama anasema vizuri. Ubiji ambao umejinenga pa. Lakini ni chama la wote. Na kazi yetu moja tu kupigania Watanzania mpaka uko mbozu mtaani. Kwa mtu akija hapa asije na sababu ya mchongo. Aje hapa tukijua kabisa kafika bei <laughs> tusipepeshe macho. <laughs> Mwambie Boni Yai katuambie kafanyaje <inaudible> kafika nini <inaudible> visigizovizio vingine, hamna kitu hapa. Kuna kazi moja kubwa mbele, ambayo haitaki kupindapinda, ya kupigania Watanzania na kuinyoosha sisiem kuiondoa madarakani lakini jambo lingine la tatu kubwa kuliko lote aisee, mshawahi kufikiri maisha bila CHADEMA? Mshawahi kuyafikiria maisha bila CHADEMA? Kule Vunjo nilikuwa namwambia polisi, sisi ndo watetezi wao, na sisi wanatupiga viungu, wanatusumbua lakini tunawasameaga. Na sisi pamoja na virungu vya polisi hatuwezi kuacha kuwatetea polisi, hilo ndo kazi ya CHADEMA. Kuna kitu hamkijui, CHADEMA kupata chama cha usajili, usajili wa CHADEMA tafsiri yake, tumesajiliwa kuikosoa CCM na serikali yake madarakani. <laughs> Siku CHADEMA ikipanda hapa ikaanza kusema mama anaupiga mwingi, mama mitano tena, ujue chama hicho tukibadilisha kiwe sako, tukopeshane tufe. Unasemaje? kwa sababu tutakuwa tutendei haki baadhi ya makundi. Kwa mfano hawa wenzetu polisi hawa wakipigika, na sasa hivi kuna kitu kinawasumbua. Kuna mablaza zetu na masista ma polisi, meseji wasapu, wazikosi blaza kikokotoni, msikisemee. Kikokoto ni nini? Zamani polisi anastaafu, anabeba milioni hamsini, sitini, themanini, mia, anaenda kuanza maisha shamba. Kweli si kweli? siku hizi CCM anamwambia zilela tukushikie, tukupe tu kidogo. anafanya kazi miaka thelathini wanampa milioni kumi na nne <tipane> hiyo milioni kumi na nne wa... <tipane> unaamua tu maniu au mambili, unaamua au kipindi cha kwanza unakaa unasubia wako, lakini CCM walivyowakatili ila milioni kumi na nne wanampa mtu ana vii tatu kafanya kazi miaka thelathini na katika thelathini wana mainazi miaka sita, wanasema sita ni ya kujitolea, hawamhesabii kwenye pensheni. Sasa polisi akiongea, nachokisema mimi, kwa mujibu wa sheria, ameasi kitu atachokipanda, atasimulia bili zake. Lakini kwenye nchi hii kuna mtu mmoja tu mwenye leseni wa kuongea hayo, naye anaitwa chama cha upinzani. Na Tanzania ni gipi na Tanzania ni kipi? Tukinyamaza tumetendea haki polisi, unawatendea hata wakubwa wa polisi tunawajua. Kuna mmoja alisema watu wakiandamana atawapiga wa kamwakoko. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, navyokwambia yule mzee na jeuri yake yote, sasa hivi ni mlinzi kule Kagera getini, isi namjua. Yani, si tulikuwa tuna pambane ili akistaafu apewe mshiko mzuri, akae na wajukuu Aliposhia tumetangaza maandamano, akasema wajizungu atawapiga kama mbwa. Leo maisha ndio wanapiga kama mbwa, umekuwa. Umekua umestafu bado unazungulia wazungu yetu. Yanini nini hiyo? Na sisi tunasema nchi na hela hii, acha tena tuongelee ongezao mafao ukistafu kama rafisi au OCD si, kaa pale shambani, lima, jenga kibanda, somesha watoto na wajukuu, hapo ndio kwa hiyo chama hiki kikiwa kimya, tafsiri yake kimesaliti umma. wangapo nakualea na, na mimi na Moshi mnaelewa sana, Moshi mnaelewa sana. Sasa ndugu zangu, nisimalize muda, waongeaji wako wengi na pale chini kuna mafundi wamejiandaa na ujumbe wa leo. Mimi kama Boni Yai nashukuru Moshi mmenipokea vizuri, na Moshi nimewavulia kofia. Yaani sisi kule Ubungo tunasema

Moshi be bro! Yeah. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Moshi imetisha.